Kwanza wote binafsi waliniita, e, Motsepe aliniambia kwamba uh, Wallace kwa Kizungu, I proud of you, tell your boys to keep it up. Lakini Infantino aliniita na akanivua kofia ile ya TFF ambayo tunavaa zile, akaivaa yeye, akapiga picha na mimi na nimeona usiku kairusha kwenye peji yake. Na alipiga picha na Eto'o. Ameniambia kwamba timu imemfurahisha, amekuwa impressed na Tanzania. Anasema wale siendelea, na kama una jambo lolote niambia, tausaidia. Eh, mambo mengine mtu akiniuliza kuhusu penalty, so penalty sina comment eh, Motsepe alisema hana comment, lakini mnamjua Motsepe ni mwanasiasa zaidi eh, lakini ile kuposti ameposti picha ambayo amepiga amemkumbatia Samuel Eto'o, ambayo timu yake imeshinda jana, lakini pia amenikumbatia na mimi na akarusha kwenye mitandao yake, ni message kaituma E, kaituma e. Na kweli aliniambia, alivyoambia Tanzania inacheza mm, aliniambia alishasafiri alikuwa na miadi ya kukutana na President Malinzi Algeria, wakati Tanzania inacheza na Algeria. Ananiambia alienda kwenye mechi ile, wakati hu hajakuwa rais, anasema tulifungwa saba na saba. Baada ya pale amekuja amehudhuria mechi yetu nyingine ambayo imemtoa mbali sana kwa ile Tanzania aliyokuwa ameiona ya goli saba, mpaka timu ambayo ilikuwa inacheza na mwenyeji na mwenyeji alikuwa hana uhakika mpaka dakika ya sitini na tano.